Benki Kuu ya Tanzania BOT imekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba benki hiyo inachapisha na kusambaza fedha kwa ajili ya uchaguzi mkuu na kwamba baadhi ya benki zimeishiwa fedha kwa ajili uchaguzi ya uchaguzi. Taarifa ya Emmanuel Tutuba, gavana wa benki Kuu iliyotolewa leo Oktoba 17, inabainisha kwamba BOT huchapisha fedha kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya benki Kuu sura 197, na huziingiza kwenye mzunguko kulingana na shughuli za kiuchumi na mahitaji ya kubadilishana fedha chakavu na na si vinginevyo. Taarifa ya Tutuba imefafanua kuwa benki zote zilizopo nchini zinasimamiwa kwa kuzingatia sheria, kanuni, miongozo na vigezo vya kimataifa, ambapo zimeendelea kuwa na mahitaji ya kutosha, ukwasi wa kutosha, zinatengeneza faida na kiwango kidogo cha mikopo chechefu cha asilimia 3.3 hadi kufikia Septemba mwaka huu, ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 5.0. Tutuba amesema BOT imeendelea kutekeleza vizuri sera ya fedha na kuwezesha mfumuko wa bei kuwa chini ya wastani wa asilimia 3.3 kwa miezi kumi ya mwaka 2025 uchumi kukua kwa kasi kuwa na matarajio ya asilimia sita mwaka 2025 urari wa malipo nje kupungua kwa hadi asilimia 2.4 ya pato la taifa mpaka Septemba 2025 thamani ya shilingi kuimarika kwa kwa asilimia 8.8 kwa mwaka ulioishia Septemba 2025 na akiba ya fedha za kigeni kuongezeka hadi dola za Marekani bilioni 6.7 zinazokidhi uagizaji wa bidhaa nje ya nchi kwa miezi mitano nukta nne. Pamoja na hayo BOT imewataka wananchi kutojihusisha na desturi ya kuondoa fedha benki na kuzihifadhi majumbani ikisisitiza kuwa huu ni utamaduni wa kizamani unaohatarisha usalama wa fedha zao. Asante kwa kusikiliza na kutufuatilia. Usisahau kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, X, zamani, Twitter. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania. Pale YouTube tunafahamika kama Nukta TV.